Kifupi sana tu, Daudi na Yonathani. Daudi tulishamzungumza. Daudi alikuwa ni mtoto wa mchunga kondoo tuna ng'ombe mzee mmoja aitwa Yese, lakini Yonathani alikuwa mtoto wa mfalme. Lakini cha ajabu Biblia tuliona inatuonyesha kwamba Yonathani hakujali ile tofauti ya hadhi katika jamii, mtoto wa mfalme kumpenda mtoto wa mchungaji, mchunga ng'ombe tu na kondoo na Daudi tunajua historia yake, alikuwa ni mchunga kondoo wa baba zake huko misituni. Na hata unakumbuka, hata baba yake wakati Daudi anateuliwa anachaguliwa na Samueli kuwa kuwa kuwa kuwa mfalme, na hata baba yake mwenyewe alimsahau Daudi akasema, ah, mi nina watoto hawa tu, akawapitisha wakubwa wote. Lakini Samueli akasema, hapana, moyoni mwangu ninahisi kuna mtu mwingine Kweli, watoto wako ni hawa tu wasema? Kapo kengine kadogo kanachunga kondoo. Na Bibilia inatuonyesha jinsi ambavyo baadaye akasema Samueli mtumishi wa Mungu, hatutakula, hatutakunywa hatutaendelea na chochote mpaka nimwone huyu mtoto.